Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji wa Uchaji Media, utume wa amani, karibuni tena katika kipindi chetu cha Safari ya Kwaresma, ambapo tunaendelea na tafakari yetu kuhusu safari ya Kwaresma. Basi, kama mtazamaji, msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vya Uchaji Media, utume wa amani, kabla tujaendelea na kipindi hiki, tuanze kwa sala fupi. Father, karibu sana, nashukuru sana. Kwa jina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetujalia wakati huu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa katika neno lako unazidi kutufundisha na kutuelimisha sisi wanadamu. Tuzidi kuishi katika ktucha wewe na siku zote katika kutukuza siku zote za maisha yetu. Mwenyezi Mungu, tunaomba uzidi kutuimarisha zema katika safari hii tulioianza, kipindi cha karezima, tuweze kusali kweli, kufunga kweli na kuweza kujitafakari vema neno la Mungu, huku kiambatanika pamoja na matendo ya huruma katika kuwasaidia wengine. Mwenyezi Mungu, tunaomba uzidi kutupatia nguvu pale ambapo tunakuwa tumechumbukiwa ili kutuimarisha zaidi tusikate tamaa. Naomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Baba, labda tunawezaje kutumia kipindi cha kwaresma kuimarisha mahusiano yetu na Mungu na jirani. Asante sana ndugu mtangazaji, nani ndugu watazamaji, wasikilizaji maisha yetu katika kipindi cha Kwaresima lazima tuyahusishe na lazima kuwe na mahusiano mazuri kati ya sisi na jirani zetu, na kwa wakati huo huo ukisoma Injili ya Mathayo sura ya ishirini na tano aya ya thelathini na moja mpaka arobaini na sita ambapo inaelezea hukumu ya mwisho, lakini kwa wakati huo huo ndani yake, kumbe hukumu ya mwisho inategemea sana maisha yetu tunayoyaishi sasa hivi. Kwa ufupi kabisa, nitaeleza tu ni jambo gani ambalo jibu, ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akielezea katika mfano, katika kile ambacho amekielezea kanyehiyo nukuu ya Injili ambao nimewatajia jibu ambalo alikuwa akiwatajia wale ambao wanafanya matendo mema, ambayo nasi ndiyo tunayoalikwa kuyatenda katika kipindi hiki cha Kwaresima, katika kuwasaidia walio na njaa kuwapa chakula, walio na kiu kuwanywesha kuwakaribisha wageni kuwavika walio uchi kuwasaidia wagonjwa walioko kifungoni kwenda kuwatembelea. Katika injili hiyo bwana wetu Yesu Kristo ameeleza katika pande mbili, upande pande mmoja ni ule upande ambao wanatimiza wajibu wao kwa kufanya hayo, na upande wa pili ambao hawatimizi wajibu huo katika kuyatenda kiasi kwamba katika hukumu ya mwisho sasa, wanakuja kujibu kila mmoja kwa nafasi yake, namna alivyoishi katika kipindi chake hiki cha uhai katika ulimwengu huu. Majibu ya Yesu ni pale ambapo anapokuja kwa jibu kile ambacho umemtendea mmojawapo wa hao walio wadogo basi ukumbuke kwamba unamtendea Kristo mwenyewe, na kile ambacho hukumtendea mmojawapo wa hao wadogo, basi hukumtendea Kristo mwenyewe. Kwa hiyo, kumbe, tunaona kabisa maisha yetu katika kipindi hiki cha Kwaresima, katika kusali, katika kufunga, katika kulisoma kulitafakari na kuliishi vema maneno ya Mungu, na katika kutenda matendo ayo ya huruma, yanatengeneza mahusiano yetu kuwa mazuri zaidi kati ya sisi na jirani zetu. Na tunapotengeneza mahusiano mazuri kati ya sisi na jirani zetu, manake tunatengeneza mahusiano mazuri kati ya sisi na Mungu aliyetuumba katika ulimwengu huu. Kwa, kwa kutimiza hayo yote Ndugu zangu tunapaswa kuishi yale ambayo Kristo anatufundisha, na hili somo ni mojawapo ya Injili inayosoma katika juma la kwanza la Kwaresima na siku ya Jumatatu, Injili ya Mathayo. Kumbe ndugu watazamaji, mahusiano yetu na Mungu yanategemea ya sana upendo, upendo pale ambapo tunaamua pale ambapo tunauishi upendo katika kuwapenda jirani zetu hususani, kama vile tunavyojipenda sisi wenyewe, ndipo ambapo tutasema kweli na tunashuhudia kweli kwamba tunampenda Mungu. Huwezi kusema kwamba unampenda Mungu wakati huo huo jirani yako ambaye unamwona kila siku mara kwa mara. chka yake Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima Amen. Mwana na